Huyu bwana anaitwa mshauri nabii mshauri mimi, nabii mshauri mimi. Nilimpokea pale round about leo ni asubuhi, aliponiona nimevaa nguo ya Chadema akasema nawatafutanie wako wa Chadema, nikamuuliza kuna nini, akasema mimi, mimi nimetumwa na Mungu, nimetoka Rufiji toka jana. Mimi niko kwenye maombi, nimekuja kutoa ushuhuda kwa ajili ya kesi ya mheshimiwa Lissu akasema huyu Lissu mimi simjui, lakini Lissu amewekewa kesi, lakini nimetuma nije hapa kufanya maombi na atashinda mapingamizi aliyowekewa. Nikamuuliza alianza lini safari, akanieleza alianza toka jana na ushahidi usio na kipingamizi. Hata hapo nje nilipofika naye asubuhi, wakasema huyu jamaa jana sijafika na watafuta watu wa Chadema, basi umeisha mpata mwenzako kwa hiyo tulipofika hapa asubuhi aliomba, na tulipopanda juu kule aliomba sana, lakini nikamwambia azime simu yake, kwa sababu sehemu ya mahakama haimuhusi. Nikamwambia tuteremke chini kuomba, akaniambia hapana, mimi naangazia kutoka juu hapa nilipo kandi, Mungu alipo nionyesha kwa kufanyia maombi yake. Kwa hiyo akaanza kupiga sala pale, akasema mimi nimefunga bila huyo Lissu Simjuu mimi nikamwelekezo, ukamuona akasema huwa anamuona kwenye picha. Akasema hakika hakika, Mungu huyu aliyenituma, Lissu ameshinda kesi mapema leo, mapema leo. Kwa hiyo sasa, baada ya majaji kuwa wameingia, nadhani kwa kutofahamu kwamba utaratibu wa mahakama ukoje, akasimama akawambia majaji, niye mahakimu mlioko hapa niye, niye waamuzi, mimi nimetumwa na sauti ya Mungu, mwachilieni huyo mtu mwachilieni huyu mtu mwachilieni huyu mtu, huyu ni mtu wa Mungu, mimi nimetuma kuambia nyie waamuzi mliokaa hapo. Ndio wale askari magereza wakawa wamemchukua. Kwa hiyo sana, wakati wanamvuta alikuwa na vivia yake hii hapa hii na kwenye kim, kimkoba chake mbele kuna daftari na simu, ndivyo vitu alivyo na navyo, lakini yeye anasema ni watu walioteuliwa wa mwisho na Skofu Moses Kurola. Yeye ni mwenyeji wa Shinyanga ila anafanya shughuli zake za maombi Rufiji, hiyo ndio, sio mwanachama. Hapana, yeye ni mtu wa msema, ni nabii e, e, e.